yameanza elfu mbili kumi na sita ndio wakati masomo yameanza na tumeanza, tuko walimu watatu na tuo tukifundisha wanafunzi wa sita. Katika mwaka 2016 mwezi wa 11 tarehe 20, ndio wakati masomo yameanza. Kwa haraka haraka masomo haya yana miaka takriban mitisa. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa majina ni Bukuru Hassan, mkaaji wa Bujumbura, e pia mwalimu wa madrasatu al-Azhar na mushrifu wa walimu wa kwenye madrasa hiyo, na tuna wafunzi takriban 376 376 Kwa hivyo alhamdulillah, ni jambo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sitokuwa na mengi ya kuzungumza isipokuwa labda ni kuwaitia wote wale ambao wana moyo ya kuendeleza kuisoma Quran na kuzitengeneza generation za kuisoma Quran waweze kutushika kwenye mgongo, kutusogeza mbele, ili Allah aweze kutuwafikisha kwenye jambo kama hivi. Katika walimu ambao tunao, alhamdulillah, walimu tunao wote ni waufadhi wa Quran, ni wanafunzi ambao tuliosomesha sisi, leo alhamdulillah ni walimu wazuri na wanaprezente nchi ya Burundi, alhamdulillah akiwemo kijana wetu ambaye ni Dirisa, ni heshima na akiwemo kijana wetu ambaye ni Bukuru Hassan na akiwemo kijana wetu ambaye ni Daudi Juma. Eh, tuna maufadhi ambao walimaliza katika mwaka huyu. Tuna wabinti ambao wana juzu 26 27. Tuna wabinti ambao wana juzu 22 23. Tuna wabinti ambao kumi wana miaka 13, lakini wana juzu 16, maana ni kuonyesha kwamba alhamdulillah tunakwenda vizuri katika madrasa yetu hayo alhamdulillah na kama alivyosema tumesomesha hapa na tuna wanafunzi ambao lillahi alhamdu wamemaliza Qurani na wengine wamefanikiwa hadi kuwakilisha nchi nje za nchi na kuzichukua sehemu ambazo ni nzuri kwenye mashindano hayo ya nje ya nchi. Yote haya yanaashiria mafanikio ya masomo yetu, na bali si mafanikio tu, na ni taufiki ya Allah kwetu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Neshimu Idrisa Amar, mkaaji wa Bujumbura Sibitoki na mimi pia lillahi alhamdu ni mwanafunzi ambaye aliweza kuhifadhi katika hii madrasa, Madrasatul Azhar, na pia ni miongoni mwa walimu kwa sasa. Naam, kwa kweli changamoto ambayo ambanikasema ya kwanza e, changamoto ya kwanza ambayo kwanzanikasema ni wazazi. Wazazi kwa kweli hawaheshimishi masomo yao wazazi kwa kweli hawaheshimishi masomo yao, kama vile cic chairi nikasema kwamba ni wanafunzi awavai kipasavyo kama gisi wanaheshimu masomo ya dunia ya serikali. Ni kheri, sababu yote ni elimu, lakini ukitizama changamoto atapitia hemo, pana wakati mwingine mwanafunzi anakuja bila akuoga, anafanana vibaya na mchafu na pana wakati mwingine tunapiga kelele kuhusu matapi, pana wakati mwingine tunapiga kelele walimu wa kweli wanakosa hata sabuni hile sabuni. Nikisema sabuni bimano mnajelewa ni sabuni gana bala na, nazungumzia na hapa, wanakosa sabuni, lakini walimu alhamdulillah wanajitolea kwa kweli, wanapambana kwa kweli, wanapambana kujitolea kadiri na uwezo wao. Kwa kweli sina cha kuwalipa mimi, lakini kila siku nikowaambia, nawaambia tufanye kazi kwa ajili yake Allah na iko siku Allah atatulipa katika mazuri, na tutasahau shida zetu tuko nazo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mimi naitwa Mwalimu Nafisa Ramadhani, nasomesha Qurani Madrasatil Al-Az'har, na nafurahia kazi yangu, na ningependa kuambia wengine wanawake wasiogope kuja kufundisha, wajisikie huru kabisa, maana ni kazi nzuri na Allah anaifurahia tunapokuwa na Allah. shukran. Kitu cha kwanza ambacho nataka kufanya katika masomo haya kabla ndoto yangu ya kwanza ilikuwa ni mimi nifungue madrasa, nipate maufadhi wa Qur'ani, na alhamdulillah kwa kweli Allah ameshanionyesha. Lakini basi jarizika nahitaji chiwitoki tupate maufadhi wa Qur'ani. Jambo langu la pili, tupate na sehemu nzuri ya kusomea, na kama vile ardhi, tafute ardhi, tupate wafadhili ambao watatutengenea masomo, ili na masomo haya yajulikane, masomo haya yatakate Wakweli, kwa kweli ni jambo tunatoa shukurani tena, sasa tena kwa kumshukuru bibi yetu ambaye amejitolea uwanja huyu, japokuwa ni nyumba lakini uwanja huyu bado haujauzikana tunasoma. Ametoa nyumba zake sita na kutia madrasa. Kwa kweli mimi jambo langu likubwa ndafurahi, na nikifa nikifurahi nikiona masomo haya yanaendelea, na tukipata wafadhili wanatujengea masomo yetu ndafurahi, ili na walimu pia na wenye kesho wapate sabuni ni kwa nzuri sababu ni jambo la aibu kusikia mwalimu anapata elfu kumi kwa mwezi. Kwa kweli ni jambo la aibu kusikia mwalimu wa Qur'an alihifadhi kitabu cha Allah, alibeba maneno mazito na imani ya kwamba kuchukua herufi moja ya Qur'an au kuchukua herufi moja ambayo iko katika kaida ukaitia katika ardhi hii, na imani ya kwamba herufi hiyo ni nzito kuliko ni ardhi dunia nzima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Zainab Husaini. Nilianzia hapa kwenye Madrasatul Azhar nikiwa na umri wa miaka mitano na leo namshukuru Allah nina miaka 15 na juzu 21, na namshukuru Allah kwa kunijalia viongozi wazuri na walimu wazuri. Na mwalimu wangu anaitwa Mwalimu Firdausi, Allah amhifadhi na ampe umri mrefu wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa tawfiki hii haiwezi kaendelea isipokuwa labda sapoti zenu nyinyi na sapoti za yoyote yule ambaye anatarajia na anatamani kuiona Qur'ani ikisonga mbele zaidi na zaidi kwenye vifua ya vijana wetu hapa Chibitoki. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli ni nikipenda wazazi wajitolee kwa sana, watushike mkono na na watusapoti na kampani na mfadhili ambaye atafuatilia video hii, kwa kweli tunamkaribisha haja angalie takriban masomo na wanafunzi. Hawa wanafunzi nasema kwa kweli sio uongo bali wanafunzi wanaitana kutokana na kazi ambazo walimu wanafanya inshaallah. Na namba zangu nizo hapo ziko chini, za kwanza ni hizo ambazo za WhatsApp, na za pili ni simu ya kawaida. Ambaye anataka kujua mengi zaidi anataka nipigia simu ili nikamfahamisha mengi zaidi na nikamuelekeza masomo ya kusimu gani na changamoto gani, ambazo tunapata na ni vizuri mfadhili huyu ambaye atasikia imani ambapo wanafadhili najua wako wengi sana, wanahitaji kusaidia madrasa, wanahitaji kusaidia walimu, najua wako wengi sana lakini fursa hiyo wajaipata, labda wajapata sehemu ambayo tutaulizia madrasa kwa sehemu gani. Bismillahir Rahmanir Rahim. An Abi Ayyuba radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam

Nawapongezi sana kwa wale ambao wanatufuatilia, Allah subhanahu wa taala awabarikie na awafungulie milango ya riski, na wale wagonjwa wa Kiislamu, ya Allah tunamuomba awatilie shifa katika kwa wepesi. Na wale ambao wanatufuata sisi wanatufuatilia, basi inshallah waweze kutufuatilia kwa makini na kutufuata kwa sana, insha Allah, wabilahi taufik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatu.